Msikilizaji wa Gray Simulizi, karibu katika simulizi yako pendwa inayokwenda kwa jina la Binti Zuwena. Msimuliaji wako ni mimi Gray Simulia. Nikukumbushe, usisahau kusubscribe kulike na kucomenti ili kuweza kupata mwendelezo wa simulizi kutoka hapa Gray Simulizi. Tuanze na simulizi yetu ya binti Zuena. Zuena Mengi, binti wa mfanyabiashara tajiri nchini Tanzania. Alizaliwa kwenye familia yenye utajiri mkubwa. Akiwa na kila kitu alichokitaka maishani, isipokuwa uhuru wa mapenzi. Baba yake Bwana Mengi alikuwa mwekezaji mashuhuri katika sekta ya madini na alitaka binti yake aolewe na mwanaume wa hadhi sawa na familia yao, lakini moyo wa Zuwena yeye ulimwelekeza kwingine. Katika safari zake za kila siku za kwenda chuo kikuu jijini Dar es Salaam, alikutana na Amani, kijana mchapakazi, aliyekuwa akiuza maji kwenye vituo vya mabasi ya daradara. Amani alikuwa yatima akiishi maisha ya taabu tangu utoto. Alianza kuuza maji ili ajikimu na kusaidia wadogo zake, akijitahidi kila siku kuhakikisha wanapata chakula na mahitaji muhimu moyo wake wa kujitoa na utu wake wa kipekee ulimvutia Zuwena. Na hivi ndivyo safari yao ya mapenzi ilianza. Kwa miezi kadhaa walikutana kwa siri, wakizungumza kuhusu ndoto zao na maisha waliyoyatamani. Zuwena alipenda unyenyekevu na maono ya Amani huku Amani akiwa haamini kuwa binti wa tajiri mkubwa angempenda yeye, mfanyabiashara mdogo wa maji, lakini mapenzi hayakujali tofauti zao za maisha. Msikilizaji wa Gray Simulizi, nikukumbusha usisahau kusubscribe na kucomment ili kuweza kupata mwendelezo wa simulizi zetu kutoka hapa Gray simulizi. Na leo tunasimulia simulizi ya binti Zuwena na Amani. Wakati baba yake Zuwena alipogundua mahusiano yao, alikasirika sana. Alimlazimisha binti yake asitishe uhusiano huo, akitishia kumpokonya urithi wake ikiwa angeendelea na Amani. Aliona kuwa Amani hakuwa wa hadhi ya familia yao, lakini kwa mara ya kwanza Zuwena alikataa kutii am, amri za baba yake. Baada ya ugumu mwingi, Zuwena aliamua kuondoka nyumbani na kwenda kuishi na Amani. Alimsaidia kuendeleza biashara yake, wakapanua mauzo yao ya maji na hatimaye kufungua kampuni ya kusambaza maji safi kwa maeneo yenye uhaba wa maji. Biashara yao ilikuwa kwa kasi na ndani ya miaka michache Amani yakawa mjasiriamali mkubwa, lakini maisha hayakuwa rahisi. Familia ya Zuena ilimkataa, marafiki wake wa zamani walimgeuka na familia yake ilimkejeli kwa kuachana na maisha ya kifahari kwa ajili ya mapenzi. Ilimlazimu avumilie machozi, dharau na changamoto nyingi, lakini hakuwahi kujuta. Aliamini kwenye mapenzi yao na kujitahidi kufanya kazi na Amani ili kuthibitisha kuwa walistahili kuwa pamoja. Miaka ilipita na baada ya mafanikio makubwa ya biashara yao, baba yake Zuwena alipatwa na maradhi makubwa katika siku zake za mwisho. Aliona jinsi binti yake alivyo na furaha na maisha aliyojitengenezea na Amani. Hatimaye alikubali kuwa upendo wa kweli hauwezi kudhibitiwa na mali wala hadhi ya kijamii. Aliwarudisha kwenye familia. Na hatimaye Zuena na Amani walifunga ndoa mbele ya watu waliowai wadharau. Hadithi yao ilivuma nchini kote ikiwahamasisha vijana kuwa mapenzi ya kweli yanahitaji ujasiri, uvumilivu na kuamini kwenye ndoto zao. Waliendelea kujenga familia yao kwa furaha wakiendesha biashara zao kwa mafanikio makubwa huku wakikumbuka siku zao za tabu kama somo la thamani maishani. Msikilizaji wa Gray Simulizi, na huo ndio mwisho wa simulizi ya kupendwa inayokwenda kwa jina la binti Zuwena. Msimuliji wako alikuwa ni mimi Gray Simulia, nikukumbushe usubscribe, kulike na kucomment kwa ajili ya kuweza kupata mwendelezo wa simulizi zetu kutokea hapa Gray Simulizi.